Asalamu as alaikum warahmatu llahi wabarakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri ldunia waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tunaendelea katika kipindi chetu kinachohusiana na msikiti kwetu sisi Waislam, kwa nini sisi tuna mada zetu au kipindi chetu kinadili sana na msikiti. Ipo hivi ndugu zangu Waislamu na ndugu watazamaji. Lau sisi Waislamu tungejua umuhimu wa msikiti katika maisha ya Mwislamu au thamani ya msikiti kwetu sisi Waislamu, basi Waislamu wasingelikuwa na shida mnazoziona leo hii katika umma huu wa Waislamu. Katika kipindi kilichopita tulielezea miongoni mwa zile sifa za wale wenye kuimarisha msikiti, na tulizungumza sifa ya pili ambayo ilikuwa ni wale wenye kuamini siku ya mwisho, na tukaenda sifa ya tatu kadhalika wa aqama sala tukaielezea. Lakini leo tunaelezea kipengele kingine ambacho ni wa ata zaka, na sifa ya nyingine ambao wale wenye kuimarisha msikiti ni wale wenye kutoa zaka. Ukisoma katika sura hii katika kuuelezea msikiti sifa hizi zilizotajwa ndizo sifa hizi hizi zinazouendesha Uislamu, na Allah alipozungumzia msikiti kwamba wenye kuimarisha msikiti, kwa lugha nyingine twaweza kusema ni hao, hao, au ni hawahawa hawa, au sifa, wenye sifa hizi hizi ndio wenye kuimarisha msikiti, wenye kuimarisha Uislamu, maana yake kama Uislamu wenye sifa hizi ambazo ndizo sifa za kuimarisha misikiti maana yake ndio wenye sifa hizi hizi za kuimarisha Uislamu. Kwa mfano, Allah aliposema wa atazaka, na sifa yao nyingine ni kuwa wanatoa zaka, wanatoa zaka. Ukirejea katika kipengele cha zaka, utaona zaka ndio injini ya maendeleo ya muumini wa dini ya Kiislamu. Zaka ni kia, kiwango maalumu ambacho kinatolewa kwa ajili ya watu maalumu. Tofauti ya sadaka na zaka ni hii ifuatayo: zaka ni wajib, lakini sadaka ni khiyari. Zaka hutolewa kwa watu maalumu, lakini sadaka haina watu maalumu. Zaka hutolewa kiwango maalumu, lakini sadaka haina kiwango maalumu. Zaka hupewa watu maalumu, lakini sadaka hawapewi watu maalumu, mtu yeyote anaweza kapewa zaka. Sasa ukiangalia kama ingelikuwa zaka inatolewa na imeambatanishwa zaka na msikiti, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake mambo ya zaka yenyewe anatakiwa yafanywe katika misikiti. Maana yake ni kwamba msikiti ungelikuwa ni kimbilio la Waislamu kukimbilia msikitini kiuchumi. Maana yake Waislamu wangeliweza kutoka kufanikiwa kimaisha kupitia zaka ndani ya misikiti hivyo. Hii ni sifa nyingine muhimu sana ambayo Waislamu tunapaswa kushikamana nayo au kuifahamu. Na tofauti ya wenye kuimarisha misikiti na wale wasiokuimarisha misikiti tofauti yao kubwa, kama ambavyo tulisema, ukitaka kujua kwamba huyu ndiye ana sifa katika zile sifa alizosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni moja kubwa ambayo Allah ameitangulia kuisema katika aya iliyotangulia, ambayo amesema katika wale ambao hawana sifa hizi, basi ni washirikina. Kwa hiyo ukitaka kujua, kujua huyu ni mshirikina kwa njia nyepesi kabisa ni hii kwamba wale wenye kuimarisha misikiti ndio si washirikina, lakini wale ambao hawaimarishi misikiti kwa, ma, kwa mujibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Tauba, basi hawa ndio ambao ndio washirikina usipate tabu katika kumjua mshirikina. Kwa hiyo tushikamane na sifa hizi, hususan sifa hii nyingine ya kutoa zaka. Zaka ndiyo injini ya maendeleo ya Uislamu na Waislamu. Lau nguzo hii ya zaka inapuuzwa kama ambavyo inaendelea kupuuzwa na sisi Waislamu wa sasa, sio rahisi sana Waislamu kupata maendeleo. Kwa leo naomba tuishie hapa katika sifa hii. Jipime kama wewe muislamu unayo sifa hii ya utoaji wa zaka, bila ya shaka wewe ni katika wale wenye kuimarisha misikiti. Na kama hauna sifa hii, basi ingia katika wale wenye kuimarisha misikiti, kwa maana kuwa ni katika wale wenye kutoa zaka kwa mujibu wa maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kutufuatilia katika chaneli zetu, inshallah inshallah, kadiri vipindi vinavyoendelea eh, kutolewa, inshallah utakuwa uki pata faida na kujikagua wewe pia ni katika hao au si katika hao kwa sababu eh, Qurani imeletwa kama kio, Qurani imeletwa kama kipimo kwetu sisi kwa ajili ya kujitazama na kujipima kujikagua. Kwa haya machache, ni ndugu yenu Salim Jumangaida, wasalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatuh.